Iyo habari kwenye gazeti la Mwananchi nasema Magufuli si daraja tu, ni ufunguo kiuchumi. Lakini mchuano wa sheria ya kasi eh, kesi ya kanisa la askofu Gwajima. Lakini kuna habari inaosema bajeti ilivyoacha kilio kicheko maeneo haya, bajeti ilivyoacha kilio na kicheko kwenye maeneo haya. Lakini uteuzi wa jaji masaju wa waibua wadau wataja matarajio Uteuzi wa jaji Masaju wa waibua wadau wataja matarajio, huku bajeti inavyotumika kupoza mjadala hali ya usalama nchini. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, lakini tukiachana gazeti la Mwananchi eh, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye habari inayosema mmoja anusurika eh, ajali ya ndege iliyoua wa watu 241, lakini kampeni ya kisheria ya Samia ya Dar es Salaam. Serikali wahidi neema wenye ulemavu. E, serikali ya wahidi neema wenye ulemavu na bajeti ya konga mioyo ya wananchi. E, bajeti ya konga mioyo ya wananchi, wasomi wananchi wasema inaleta tumaini jipya, lakini Zanzibar wafurahia Pemba kufunguliwa e, kiuchumi ni habari pia ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo, na uteuzi wa jaji Masaju wa wagusa wengi ni habari ukurasa wa eh, tatu. Tanzania mtunuku rais Tanzania mtunuku rais wa AFDB ni Dr. Adesina kwa mchango wake wa miradi mikubwa ya maendeleo yoni, habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo, pata nakala yako a kwa habari kwa kina. Lakini kwa gazeti la Zanzibar leo kuna nini asubuhi ya leo? Linaanza na bali naosema msigo wataka wanafunzi kutumia vizuri mitandao eh, ni msigo hawataka wanafunzi kutumia vizuri mitandao. Lakini wadau wapongeza bajeti kuu SMZ, wadau wapongeza bajeti kuu SMZ, wasema ni ya kwenda kuifungua nchi kimaendeleo. Lakini hawapongeza viongozi wa mitaa kuinuliwa maslahi na, Dr. Samia ateua jaji mkuu Zanzibar kuandaa mkutano wa teknolojia. Hiyo ni ambadi inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini Hemedi hawataka wanachama CCM kushikamana. Media wataka wanachama CCM kushikamana. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, Khamenei hapa Israeli kujutia alichokifanya. Eh, Khamenei hapa Israeli kujutia alicho ilicho kifanya. Lakini gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo na nyenye habari kubwa inasema CCM yaeleza umuhimu wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Hiyo ni habari kurasa ya nane. Lakini bajeti ya serikali gumzo ya kosha. E, bajeti ya serikali ni gumzo pia. Na Samia akutana, e, ya kosha na rais bali majaliwa, serikali inajali inathamini wenye walibino. Huyo ni Kasim Majaliwa sema serikali inathamini inajali wenye walibino. Habari na usema msaada wa kisheria wa kisheria wa mama Samia sasa kutikisa Dar es Salaam. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaanza na habari inayosema serikali yatoa uhakika wa ulinzi kwa wenye ulemavu. Serikali yatoa uhakika wa ulinzi kwa wenye ulemavu. Lakini pato la taifa la kuwa kwa wastani wa 5.5. Pato la taifa la kuwa kwa wastani wa 5.5. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Taifa Tanzania na Ewura Oryx gesi wakamata wanaochakachua gesi ya kupikia na ya gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika masaju awa jaji mkuu wa tisa Tanzania, na bajeti ya chambuliwa kwa hisia tofauti, kampeni ya pika Smart inavyohamasisha nishati safi ya zinduliwa na. Huku habari kubwa kwenye gazeti la wamachinga ni waziri mkuu ahidi fursa kwa wenye ulemavu. Huyo ni Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ahidi fursa kwa kwa wenye ulemavu. Asema hadi kufikia Machi 25 shilingi 5 shilingi bilioni 5.48 zitatolewa kwa vikundi 891 vya watu wenye ulemavu nchini. Azindua programu janja ya usajili ya wenye ule albino na inaitwa albino mobile app. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, lakini NRC yaendelea na utekelezaji wa ahadi ya Rais Samia na huku Kikwete, nchi za Afrika zinahitajika kuwekeza kwenye tafiti za kilimo. Huyu ni Kikwete anasema nchi za Kiafrika zinahitajika kuwekeza kwenye tafiti za kilimo, ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Pata nikale yako kwa habari kwa kina, na tukiachana gazeti la Machinga e, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lenye habari kubwa inasema kibarua kizito cha mkabili jaji mkuu mteule, kibarua kizito cha mkabili jaji mkuu mteule. Lakini katika ripoti maalum ndani ya gazeti lako la Nipashe ni madhara ya wanawake kukoma hedhi kabla ya wakati. E, madhara ya wanawake kukoma hedhi kabla ya wakati. Lakini bajeti 2025 2026 wachumi wanasiasa watia neno. E, bajeti 2025 2026 wachumi watia neno. Lakini Chauma yasema hakuna ushindi kwa huruma ya watawala. Chauma wasema hakuna ushindi kwa huruma ya watawala. Lakini TMA yahadharisha magonjwa na upepo mkali majira ya kipupwe. TMA yahadharisha magonjwa na upepo mkali kipindi cha kipupwe. Lakini wizara wadau wahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. E, wizara na wadau wahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lakulo Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni kibarua kizito cha mkabili jaji mkuu mteule. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na gazeti la Nipashe kurasa za mbele eh, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani gazeti lako lamachinga, ndo tunaanza nalo linaandika: rais Samia amaliza utata wa dabi ya Kariako. Rais Samia amaliza utata wa dabi ya Kariako sasa kupigwa Juni 25 lakini Fadu avutiwa chasambi kubaki Simba. Fadu avutiwa chasambi kubaki Simba, lakini Yanga yapata mrithi wa Aucho. E, Yanga yapata mrithi wa Aucho, lakini habari picha akimwonyesha Shehani, e, akihusishwa e, na urithi e, wa Aucho. Lakini masta Kengoldi hawajulikani walipo. Masta wa Kengoldi hawajulikani walipo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, kwenye kurasa za michezo lakini kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye michezo naandika Yanga yaendelea eh, na maandalizi ya mechi zake zinazokuja. Yanga yaendelea na maandalizi ya mechi zake zinazokuja. Lakini yaliyojitokeza Machi nane yanajirudia eh, ma sasa ni Juni 25. Yaliyojitokeza Machi nane, eh, yanajirudia sasa Machi 25. Lakini rais wa TFF Karia amfikisha Haji Manara kituo cha polisi. E, rais wa TFF Karia amfikisha Haji Manara kituo cha polisi. E, Yuni habari inapatikana kwenye gazeti la kula taifa Tanzania kurasa za michezo. Lakini Simba kuvunja kambi rasmi baada ya kumaliza mchezo wa mwisho Juni 22. E, Simba kuvunja kambi rasmi baada ya kumaliza mchezo wa Juni 22. Yuni habari inapatikana kwenye gazeti la kula taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini Yanga yaendelea na maandalizi ya mechi zake zinazokuja. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye michezo. Kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika dabi kupigwa Juni 25. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru naandika dabi kupigwa Juni 25 kupigwa eh, match eh, Juni 25, eh, dabi kupigwa Juni 25. Lakini Ramona kukosa euro dabi ya waibua wa Mkwasa Pawasa na Mwaisabula e, dabi ya waibu wa Mkwasa Pawasa na Mwaisabula. Lakini Luiza bado hajaamua haja kuwa ni uongozi RT. E, Luiza bado hajaamua kuwa ni uongozi RT. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti, e, gazeti la Uhuru. Lakini kieli hagiston nje. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru, lakini habari kubwa ni dabi kupigwa Juni 25. Lakini Zanzibar leo gazeti lako kwa michezo naandika dabi ya Kariakoo sasa kupigwa Juni 25. Hiyo ndio habari kubwa inasema dabi ya Kariakoo kupigwa Juni 25. Huku kuna habari inasema eh, bilioni 389.4 kutumika ujenzi wa uwanja wa michezo Fumba. Bilioni 389.4 kutumika ujenzi wa uwanja wa michezo Fumba. Lakini eh, wa wa Kamishina Omari awapa somo wachezaji Viongozi mafunzo Sport Club. Eh, Kamishna Omari ya wapa somo viongozi wa wachezaji mafunzo Sport Club. Eh, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lakini habari kubwa ni dabi ya Kariakoo sasa kupigwa Juni 25. Lakini habari leo gazeti lako linaandika hii sasa inapigwa. Eh, hii sasa inapigwa. Manara yuko huru baada ya kuhojiwa na jeshi la polisi wadau wa sifu bajeti ya michezo lakini Mboso apongezwa uzinduzi wa room namba tatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo, lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika kwenye michezo uhondo kombe la dunia upo hivi. Lakini sheria mpya kombe la kir... la klabu e, sheria mpya kombe la klabu. Dabi ya Kariakoo mzigo umerudi vigogo Simba Yanga waitwa Ikulu. E, Dabi ya Kariakoo, mzigo umerudi. Vigogo Simba Yanga waitwa Ikulu. Lakini Simba la kredi kuna jambo e, Simba na la kredi kuna jambo tausi, mambo magumu. Lakini kimataifa, Arsenal ya kuleza moto kwa Grikaz, e, Arsenal ya kuleza moto kwa Grikaz. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti laku la Mwanaspoti kwenye kurasa e, za michezo lakini tukiangazia kuna gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii lenyewe kuna michezo linaandika e, mwanga mpya mchezo wa dabi ya Kariakoo, mwanga mpya mchezo wa dabi ya Kariakoo, e, e, ya Kariakoo. bodi yausogeza mbele kwa siku kumi, yadaiwa mambo safi pande zote. Sasa yanga simba zatakiwa, e, lakini manara karia mtifuano tena, manara na karia ni mtifuano tena. Hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti lako la Nipashe